Ero, unajua jusi mi naleta shida sana. Sasa unajua mimi kwanza, mjana inafanya kazi ya fanya kazi ya ya ya mjungaji, inajunga ng'ombe usiku, inafanya kazi ya msigari, mi najunga watu kama nalala. Alafu, mimi sasa, unajua mimi inakua askari ile, lakini hayana bunduki. Na natumia tu hiyo rungu na njora. Alafu najunga watu kama nalala. Sasa unajua inafanya kazi usiku E, kazi ya askari maliza sasa kaenda kanisani, nafika kanisani najua kwanza ilikuwa imeimba sana. Na najua Masai inaruka sana, inaweza ruka juu angani ikuja na mvua, ama inaweza ruka juu hata ikuja na mawingu. Sasa imeimba sana, ikamaliza haya mjungaji ya kujiunga watu. E, ya, unajua anaita watu vibaya sana, hadi hadi anajiunga kondo. Umeona saje ila watu kondo? Sasa ikakuja kwanza ikaanza kuhubiri, kwanza ikaanza kuhubiri kidapo ya ya mutinda wa murume kamaliza mlango, milango zijui ngapi, alafu zijui madirisha akusikia madirisha inasema mistari, mistari zijui ngapi? Haya, kamaliza, ikakuja ikahubiri kitabu ya, ikakuja ikahubiri kitabu, ya ikasema barua ya Wakalatia, ikasema barua ya Wakalatia. So, unajua inaleta vitina kwa sababu barua ni ya Wakalatia, inasomea sisi Masai. Haya, ikakuja ikahubiri kitabu kingine ya ya hadi barua ya, wa, ya Wakorino. Sasa unajua inasoma barua ya Wakorino na inasomea sisi Masai. Sasa unajua sasa hii ni vitina kwa sababu sisi, unajua barua ambayo imeandikiwa Wakorino na inasomea sisi, unajua ile leta shida sana. Sasa ile leta shida sana, na unajua mimi hapa nafukuzwa kanisani, lakini kamwambia ukweli, unajua yeye analeta kisungumoroki kwa sababu wewe unasoma barua hii, barua siyo yetu, inasoma barua ya Wakalatia. Na inasomea sisi sasa. Sisi anajua siri najua sasa, inajua siri, siri, vizuri. Wewe ujue siri ya mtu, wewe ujue hiyo barua imeandikwa nini hapo ndani, nikakumbuka kuna kitabu ya kutoka.